Maelfu ya waandamanaji wametokea mitaani Uturuki baada ya mpinzani mkuu wa rais Recep Tayyip Erdogan kukamatwa na kushtakiwa kwa kosa la ufisadi. Ekrem Mamoglu, meya wa Istanbul, alikuwa akitarajiwa kuteuliwa kama mgombea wa urais wa chama cha Republican People's Party CHP mwaka wa 2028 siku ya Jumapili. Kufuatia kukamatwa kwake, maandamano yalishuhudiwa, waandamanaji wakikabiliwa vikali na maafisa wa usalama kwa mabomu ya vitoa machozi na risasi za mpira. Imamoglu kwa upande wake anasema madai dhidi yake yamechochewa na siasa. Rais Erdogan ameshutumu vikali maandamano na kulaumu chama cha CHP kwa kujaribu kutatiza amani na kugawanya watu. Waandamanaji walikusanyika karibu na makao ya jiji la Istanbul na kuonekana wakipeperusha bendera za Uturuki huku wakiimba nyimbo mbele ya maafisa wa polisi wanaoshika doria. Maafisa wa usalama walionekana wakiwarushia waandamanaji maji ya kuwasha ili kuwadhibiti. Zaidi ya watu 700 wamekamatwa tangu kuanza kwa maandamano hayo, kwa mujibu wa mamlaka ya Uturuki. CHP ilikuwa na muungano wa kweli na chama cha usawa na demokrasia cha watu wa Kurdish DEM kuhusiana na uchaguzi wa mitaa wa mwaka jana. DEM imeshutumiwa kwa kuhusishwa na PKK au Kurdistan Workers Party ambayo inakanusha. Kundi la PKK lilitangaza kusitisha mapigano mapema mwezi huu baada ya kuendesha uasi dhidi ya Uturuki kwa zaidi ya miaka 40 imepigwa marufuku kama kundi la kigaidi nchini Uturuki, Umoja wa Ulaya, Uingereza na Marekani. Maandamano ya kujibu kukamatwa kwa Imamoglu ni makubwa zaidi huwahi kutokea nchini humo tangu maandamano ya Gezi ya mwaka elfu mbili kumi na tatu yaliyoanza mjini Istanbul kuhusu kubomolewa kwa bustani ya eneo hilo. Mamlaka husika nchini Uturuki zimewatia mbaroni waandamanaji zaidi ya 1400 huku maandamano ya mitaani yakiendelea kushuhudiwa katika miji mikubwa ya nchi hiyo kupinga marufuku ya kuandamana kufuatia kufungwa jela meya wa mji wa Istanbul Ekrem Imamoglu kwa tuhuma za ufisadi, kuongoza genge la uhalifu, utovu wa nidhamu na mengineyo. Kiripotia ya runinga MMU, mimi ni Faith Wanga.